Na mtazamaji, tuelekee pwani ambapo wagonjwa wanaohitaji huduma za picha kaunti ya Kilifi wamenufaika pakubwa baada ya serikali ya kaunti hiyo kuwekeza katika mashine ya kisasa ya kupiga picha. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa huduma hizo katika hospitali ya rufaa ya Kilifi, Waziri wa Afya Peter Mwarogo amesema kuwa mashine hiyo itapunguza gharama kwa wagonjwa kwani wengi wao wamekuwa wakisafiri mwendo mrefu hadi kaunti ya Mombasa kupata huduma hizo. Wagonjwa watahitajika kulipa shilingi alfu tano badala ya shilingi alfu kumi na moja wanaotozwa katika hospitali ya kibinafsi Mombasa. Kwa kweli tunamshukuru sana tena sana gavana wetu kwa kutuletea hii mashine ya Because tulikuwa tunapata shida tukitaka city scan mpaka tuende Malindi, na sangine mgonjwa anakuwa na hali mbaya kiasi afike Malindi mgonjwa amefariki njiani, ama uende Mombasa. Changamoto Mombasa huko na jamming, kwa hivyo ilikuwa na uzito wa transport. Uh, hivi sasa hata wale walikuwa wakienda kule private hospital sasa wanakuja hapa. Kwa hivyo kuna msururu wa watu ambao wanangoja hizi services. Ni kama watu walikuwa wanazikosa. Kwa hivyo hii ni huduma moja muhimu sana ambao tutakuwa tunapeana kwa watu wakazi wa okay, Kilifi pwani nzima na nafikiri ndio city scan rahisi. Maka ukienda pandia unalipa pesa ngapi? Hii ndio unapatikana pandia tu. Pandia unalipa gia shingapi? Eh, eh, city scan 15,000. Ukija okay, hapa majirani yetu wako na 16 slice wanaona charge 10,000.